Wanakuja kuswali hapo, lakini wale hapa hawaswali wajibu pale, walale ama waende nyumbani kwa kupumzika. Lakini hii tarawe kama nilivyoeleza shehe kwamba ya mara moja tu kwa mwaka, sunna ya tarawe yaja mara moja tu kwa mwaka. Na lingine leo zungumzia ni kuhusu sadaqa. Sio watu wachangisha dhari, lakini kesho ndio mwisho wa kuchangisha, kwa sababu tarehe 15 tarehe 16 tuanze kuagania wale ambao waliokosa raundi ya kwanza kwa patela na pili ya pili ambao kuna majina yao kwa tunaweka wale wetu wa kwa kwa kwa kwa sababu sisi alhamdulillah, neema tunaitengeza hapa hapa. Wale ambao wana nguvu ndio wanachangisha mstari ya kwanza. Kama alivyosema shekhe, kufundisha mtu ni vizuri sana. Nimekuelezea mshume tu, ametukosha namna ya kutoa, alafu na pia swala lolosalisha swala ya pili lolosalisha, amesema yale yale ukiwa hata roho utamwambia Mwenyezi Mungu nipe angalau dakika nami mimi nitatoa sadaka. Wewe hata roho akomba Mwenyezi Mungu atamwambia kuchukua sadaka ndio haya ndio soma. Nadhani katika kitabu la ilahi mafi. Haina shaka ndani ya kitabu Qur'an na haina shaka ndani yake. Lakini ushehe ndio hapo haya ya pili ndio sura sura ya pili ndio soma kwa sababu kuna fikira. Ambayo haya zileza mwisho tunasema naomba angalau kidogo na mimi nitatoa sadaka ana tusije tukawa na mkono roho tunaona kwa kuomba kwa sadaka. Sasa hii nafasi tunayo, mikono tunao, mifuko tunao ya katika vibeki hizi, mwenye zakashi atoe. Hii itasaidia katika upande wa usafi, pia itasaidia katika futari leo inshallah. Kwa kesho tutaenda kuzitoa, tutangaje katika futari. Anaona wewe kama watoka hata shilingi 5 itakuwa story shamba. Shilingi 5 ukitoa zikaenda zikinuliwa sukari ni unga ni nini mtele, itakuwa naye pia umesaidia una chako.

unika dakika na mimi nekako sadaka, lakini kunatena muda auashakusudia kila kitu. Siku yako ya kufa ishafika. Kwa hivyo tukizakunu kuna benki, usiviache watu, kuna shilingi tano

Tuko tayari kwa update pale na sasa Alhamdulillah. Vitu vyote tunaofanya tunaonesha wazi. Tukikafungua dukani tunaonesha wazi. Receipt tunaonesha wazi. Tukikusanya vile vitu tukipima tunaonesha mpaka kupima ule mtende. Wapima hizi kilo tano. Haya ugawanya huko na haya tena na kufunia kwa tena na tu kwa kila mtu ni hivyo. Kwa hivyo tulizama kufanya hivi ndio Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Rabbana